Nami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuhudhuria katika mkutano wetu wa kampeni ambao mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo anapata nafasi ya kuzungumza katika mkoa wa mjini Magharibi. Kisha nichukue fursa hii kukushukuruni nyote wananchi mlioacha majukumu yenu mbali mbali na kufika hapa kwa wingi kiasi hiki. Hii inatupa faraja kubwa kwamba Chama Cha Mapinduzi kina watu na tarehe 29 tutashinda kwa kishindo. Sasa Mheshimiwa Rais kwa sababu tarehe 26 sisi hapa Zanzibar tutafunga kampeni zetu kwa Unguja. Oktoba tunatiki.